Ili kuongeza ufanisi na uzalishaji wenye tija ne kuwezesha taaluma kuunganishwa na soko la kazi za utafiti, utaala mwelekezi, uendeshaji wa shughuli za makampuni, utoaji wa huduma. vindani mtoko huu utajumuisha makundi mbalimbali ikiwemo wana vyuo wa wana taaluma wachimbaji wadogo, wachuzi wa madini, wafanya biashara, wananchi wanaohitaji fursa za uwekezaji na biashara, na wadau muhimu kutoka taasisi za kifedha na mabenki, mashirika, vyuo, taasisi na mamlaka za serikali. Atubagui kundi na mtu yeyote. Nadhani kwenye hotuba yangu mmesikia kwamba wapo wataalamu mbalimbali katika fani mbalimbali, wapo watafiti katika fani mbalimbali, wapo wachimbaji wadogo, wamo wasomi katika levo mbalimbali za elimu zao. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba huu mtoko unaenda na kila yeyote ambaye ameona fursa ya uwekezaji kupitia mtoko huu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetetea vijana hawa akute kutusaidia na kuinua uchumi. Nashukuru sana mtoko hata viongozi wote aka wa serikali hiyo kwa kutuona na kutuletea hili kampuni kuja kutusaidia, tuamsha tuo tumelala, lakini sasa hivi angalau tumeanza kuamka na kuona mbele. Nashukuru saniko kwa ushirikiano wao mzuri kabisa kwa kuinua na kusimamia kibaji.